Karibu. Huyu alikuwa ni katibu wa BAVICHA kanda hii ya Victoria. Karibu CCM! Hoe CCM hoe, Mama Samia hoe. Nimesimama mbele yenu hapa, jina langu naitwa Aaron Ishengo Makiromba aka Mr. Gwayaka. Nimesimama mbele yako Mheshimiwa Rais na mgombea wa Chama cha Mapinduzi, kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa kuweza mimi niliyekuwa katibu wa baraza la vijana kanda hii ya Victoria. Kanda hii inajumuisha mikoa mitatu, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Geita na mkoa wa Kagera, ikiwa ina jumla ya kata mia tano na nne. Kwa hiyo mipango yote iliyokuwa ikiratibiwa na kufanyika katika kanda hii Mheshimiwa Wenje ni shahidi, anafahamu anaujua moto wangu. Hata wakati nakuja kuamia hapa, Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, nilikuwa nimeblock namba yake, viongozi wote nilikuwa nimewaramba block wa chama, kwa sababu katika maisha unapohitaji kupiga hatua lazima baadhi ya watu wapunguze. Lakini bahati mbaya sana au njema, aliniwahi bwana, aliniwahi, nikamkuta amekwisha kufika kupitia e Katoro ameshajiunga na Chama cha Mapinduzi. Nimejiunga na Chama cha Mapinduzi. Sababu ya msingi ya kujiunga na Chama cha Mapinduzi ni moja, kwamba ndiyo chama pekee chenye maono dia uwezo wa kutekeleza yale wanayoyaahidi. Mheshimiwa, katika vyama vyetu hivi huwa tuna changamoto moja hata uwe na akili kiasi gani, itakulazimu ujitoe ufahamu ili uweze kutekeleza yale yanayohitajika. Sasa hilo jambo sio sawa. Yaani, unapoona mazuri yanafanyika, ni busara na ni hekima ya kawaida kuyazungumza. Yanapotokea mabaya, na yenyewe tunayakosoa, tunayazungumza. Kwa nini mabaya tuwe tayari kuyazungumza, mazuri tusiwe? Hiyo ni ukosefu wa hekima, na sio ujenzi sahihi wa vijana bora wanaohitajika katika nchi hii. Kwa umri huu Mheshimiwa Rais, nimejitoa na niko tayari kutumika. Na hili swala mnalolisikia la maandamano, si walikuwa wanategemea sisi ndio tufanye hiyo kazi? Nawaambieni hivi, hakuna kitakachofanyika. Mwendo ni mmoja, kuhakikisha Oktoba ishirini na tisa tunaenda kutiki. Na mimi Mheshimiwa Rais, nitatiki kabisa. Bahati nzuri mmeleta mbunge mzuri hapa Bukoba Mjini. Mheshimiwa Injinia Johnston Mtasingwa Kiatamato, mbunge mzuri sana hama, kweli CCM hamjawahi kukosea, hamjawahi kukosea hilo nalikiri na, na nyinyi ni watu makini, hakika ni taasisi huru. Mimi nitashiriki kuhakikisha na wahimiza vijana wenzangu ya ambi... na madai tunayodai yakawa na namna fulani ya, u... ya hekima ndani yake, lakini njia ya kuandamana siyo njia sahihi ya kuhakikisha tumeyapata huko ni kuvuruga amani ya nchi na ni kuleta shida katika nchi ambayo haina sababu ya msingi. Chama cha Mapinduzi kimeahidi kuwepo kwa ilani, na bahati nzuri nimesoma ilani yao, katiba mpya sore, wamezungumza kwa uzuri katika ilani kwamba elfu mbili ndani kufikia miaka mitano toka elfu mbili na ishirini na tano mpaka thelathini watahakikisha katiba mchakato unarejewa, watahakikisha mambo huduma za kijamii zinatendewa kazi. Mimi ya nini niende kuandamana hali ya kuwa tayari nimekwisha kuona option ya kile nilichokuwa na kihitaji. Mheshimiwa mgombea urais, ni fahari kubwa sana kuwa na mwenyekiti ambaye pia ni rais CCM. Kama hawajui sasa, mimi ngoja niwafahamishe. Ni jambo zuri, fahari na Mungu akubariki sana mama. Mkoa wetu wa Kagera tumekumbwa na changamoto kubwa sana, tumepitia madhira mengi sana kuanzia vita ya Kagera kuja katika habari ya ugonjwa wa ukimwi, kuja katika majanga ya asili kama tetemeko. Mheshimiwa Rais, panahitaji mikakati madhubuti ya kuhakikisha tunavuka, na nimeanza kuiona uwepo wa stendi mpya, uwepo wa barabara four ways, uwepo wa meli mpya. Hakika unastahili. Asanteni sana kwa kumsikiliza, na Mungu awabariki.